Kisa kikubwa cha kujitokeza mpaka nimekuja hapa, ili niliambie taifa. Katika utulivu wa maombi, nikaona katika mbele yetu kuna mambo mawili. Mbele ya taifa hili kuna mambo mawili, jambo la kwanza, kuna mambo mema sana aliyoyakusudia Mungu kuyatenda kwenye taifa hili, lakini jambo la pili, kuna mambo mabaya sana ambayo yanaweza kutokea kwenye taifa letu kama Watanzania hawataomba na kuondoa tofauti zao udini, vyama, ukabila, tukarudi pamoja kama taifa. Kwa hiyo na kitabu cha dini mahali pengine panasema, huwa mwenyezi Mungu haruhusu jambo lifanyike mpaka amemfunulia mmoja wetu, kwa aliyefunuliwa aonekane kuwa wa maana kuliko wengine wa lakini, ni zamu kwa zamu, kwa ka safari hii Mungu kanifunulia niwaambie watanzania wakae wakijua mbele yao kuna mema bleo kuna mabaya. Sasa mchague. Bahati nzuri nimepata maelekezo. Mema tunayapataje na mabaya tutayapataje? Sasa ni uamuzi wetu kama watu wazima kufanya maamuzi. Kuna umuhimu sana wa tarehe 31 kukusanyika kama taifa kwa ajili ya maombi, kwa ajili ya nchi yetu katika majira haya ambayo ni majira mapya katika taifa, yanakwenda kuzaliwa na kupitia maombi tutazaa taifa hilo zuri na muda wetu utaanza saa mbili kamili mpaka saa kumi na mbili ni pale maeneo ya Mnazi Moja. Lakini pia siku ya, siku ya Ijumaa ambayo itakuwa ni tarehe 30, majira majila kuanzia saa kumi jioni, tunapenda kuchukua nafasi kuwakaribisha waombaji wote ili tuweze kukusanyika kwa pamoja kwa ajili ya kuombea maandalizi hayo ya tarehe 31.